Ni naibu makamu mkuu wa taasisi mipango fedha na utawala, lakini leo kwenye warsha hii nimemwakilisha makamu mkuu wa taasisi. Leo sisi tuko hapa katika warsha hii ya mafunzo ya siku mbili. Ni mafunzo ambayo tunawajengea uwezo watumishi wetu wa kiume wa taasisi ya Afrika ya sayansi na teknolojia ya Nelson Mandela katika masuala mbalimbali lakini hususan mambo ya elimu jumuishi, mambo ya jinsia na ukatili wake, lakini pia suala zima la afya ya akili na huduma kwa wateja. Sasa, kwa nini tumeamua kufanya warsha hii na tumefanya na kina baba tu? Kama taasisi ya umma ambayo inawajibika kutoa mafunzo, lakini pia tunafanya tafiti na mambo ya bunifu, watumishi wetu wanakutana na mambo mbalimbali mbali. wanakutana na changamoto mbalimbali mbali katika dunia ya leo, lakini bado taasisi yetu tuna sela na miongozo, tuna sela ya jinsia, tuna sela pia na miongozo kuhusu ukatili e, wa kijinsia, jinsi gani tuzuie. Lakini hii miongozo tunayoitekeleza ni moja ya matakwa ya kisheria na ya serikali. Wote tunaelewa kwamba suala la elimu jumuishi hasa tunapowakuta wenzetu ambao wana ulemavu mbalimbali tunatakiwa tuishi nao na tufanye nao kazi katika mazingira ambayo ni mazuri, ili tuweze kufikia ufanisi. Sasa changamoto ambayo tumeiona ni kwamba tunakuwa na kundi kubwa la wafanyakazi ambalo halina uelewa wa mambo haya, jinsi gani wanaweza, wanaweza wakayachukua haya mambo ya elimu jumuishi kuhakikisha kwamba mazingira ya kazi yanakuwa mazuri, lakini jinsi gani wanaweza wakayachukua haya masuala ya jinsia na ukatili na kuyaleta mahali pa kazi pakawa salama, lakini pia salama hata wakienda nyumbani kwayo. Ni semina ambayo ni ya kuwajengea uwezo kina baba, lakini pia ni moja ya kutoa hamasa kama ambavyo matakwa ya kisheria yanavyotutaka tuendelee kuimba kila siku, tupunguze ukatili wa kijinsia, tupunguze swala la kuwa kuwatenga eh, au kuwanyanyapaa wenzetu ambao wana ulemavu, unaweza ukawa wa viungo, unaweza ukawa wangozi na kadhalika. Na kwa nini tuliamua tuwatenge? Tumewatenga kwa sababu masuala haya unapoyaongea umejumuisha eh, makundi yote mawili, unaweza ukakuta mtu haelewi au akashindwa kufunguka. Lengo letu pia, eh, tuko na wawezeshaji ambao pia wako katika utafiti tuweze kujua, ukiongea na kina baba wanayaongeleaje haya masuala ya jinsia na ukatili, nini kinachowakwaza mpaka wanapofikia hapo, hivyo hivyo na kina mama. Kwa hiyo leo sisi tuko hapa na tuna imani kubwa kwamba baada ya hizi siku mbili, wafanyakazi wetu wa kiume wa taasisi watatoka wana huo uelewa, uelewa wa jinsi gani ya kushirikiana na watu wenye ulemavu na changamoto mbalimbali kazini, lakini uelewa wa jinsi gani ya kuishi kwa mahusiano kati ya wanaume na wanawake katika maeneo ya kazi. Kitu gani ukifanya kinaweza kikamkwaza mwenzio na pengine kikakupelekea uchukuliwe hatua za kisheria lakini pia vitu gani ambavyo vinaweza vikakufanya afya yako ya akili ikachefuka hata ukashindwa kufikia yale malengo yako. Kama nilivyotoa mfano mle, nikasema swala la afya ya akili limekuwa sasa hivi ni kubwa sana, watu wana misongo e, ya mawazo inayoletwa na vitu mbalimbali ikiwemo uchumi, lakini kazini pia. Tusipolisema swala hili linaathiri mpaka familia za watumishi wetu, akitoka mtumishi kapata athari nyumbani, akaleta mpaka kazini Hatuwezi tukafika tunakoenda. O, elimu hii hapa inaenda kuponya pia hata kwenye jamii, jamii anayoenda kuishi akaishi nayo vipi? Lakini swala zima pia tumesisitiza hapa la huduma kwa wateja, pamekuwa na shida. Jinsi gani tunawapokea wateja wetu, lugha gani tunatumia tunapomkaribisha mteja pale ya Afrika ya na ya Nelson Mandela, tunatumia lugha gani au aeea, unampa majibu kwa sababu na msongo wa mawazo. Kwa mimi matumaini yangu ni kwamba baada ya e, semina hii ya siku mbili watumishi watabadilika, watabadilika wakiungana na lile kundi la kwanza la wanawake ambalo tulilipatia elimu na kuwa sasa tunaongea lugha moja. Ukiona mwenzio anaongea mambo ya elimu jumuishi hujiulizi hiki ni kitu gani. Ukiona mwenzio anaongelea jinsia na ukatili wake hujiulizi ni kitu gani, bali wote tuongeze, tuwe nguvu moja kupambana na haya mambo lakini kuunga mkono juhudi za serikali katika kupunguza ikibidi kuyafuta kabisa mambo haya yasiwepo. Mimi ninaitwa Daktari Rehema Orera, ninatoka Wizara ya Elimu Sayansi na Teknolojia, ni msimamizi wa masuala ya jinsia na maadili kwa upande wa elimu ya juu. Lakini katika warsha hii mimi ni, ni mtoa mada au facilitator katika maeneo e, mwezeshaji katika eneo la na ukatili wa kijinsia na unyenyesaji wa kingono. Uh, kwanza kabisa nipende kutoa shukrani na pongezi kwa taasisi ya Nelson Mandela kwa jinsi ambavyo imeona umuhimu wa kutoa hizi semina za ndani au mafunzo ya ndani kwa makundi tofauti tofauti ndani ya taasisi, na sasa hivi ni kundi la wanaume limefikiwa, kwa kuzingatia kuwa wanaume ni, ni nguzo muhimu katika kusimamia maadili lakini pia na kuzuia masuala ya ukatili wa kijinsia na unyanyasaji wa kingono ndani ya taasisi lakini pia hata katika familia. Kwa hiyo eh, semina kama hizi zinatusaidia kukumbushana kwa pamoja umuhimu wa kuendelea kusimamia maadili lakini pia kudhibiti vitendo vya ukatili wa kijinsia na unyanyasaji wa kingono ndani ya taasisi, lakini pia na katika maeneo mengine tunakotoka, ili tuweze kufanya shughuli zetu mbalimbali za uzalishaji, za kijamii, za kiuchumi kwa ufasihi na bila kuwa na hofu, uoga, kutokuwa na kujiamini kwa sababu ya uwepo wa vitendo hivyo. Kwa hiyo fursa hii imekuwa ni nzuri kwao na tumejifunza mambo mengi masuala ya ukatili wa kijinsia ni nini, aina zake, lakini vitendo vinavyotokana na ukatili wa kijinsia na athari za ukatili wa kijinsia kwa mtu mmoja mmoja, lakini pia kwa jamii kwa ujumla. Na ninafikiri baada ya kutoka kwenye mafunzo haya, uh, watu watapata mabadiliko katika katika kufikiri, kuwaza na kutenda masuala mbalimbali. Kila mmoja atakuwa na conscience ya kutosha na kitu ambacho kitasaidia katika kuweka mazingira ya mahali pa kazi kuwa salama kwa kila mmoja. Kwanza kwa Nelson Mandela ninapongeza kwa sababu kwa, kwa training hii imegusa makundi yote ya kwanza, eh, wa, wanaume kuanzia wanaume wa ngazi ya juu ndani ya taasisi mpaka wanaume wa ngazi ya chini. Kwa hiyo hii inasaidia hata ao wa ngazi ya juu wakija kumaliza muda wao kaondoka, wale walio wa ngazi ya chini waliopata semina kama hizi, wao inakuwa tayari wanakuwa ni, ni source ya information kwa makundi mengine ambayo yanakuja. Kwa hiyo, taasisi zingine zijifunze kutoka kwa Nelson Mandela umuhimu wa kufanya in-house training katika kuwaweka watu aware na kuwafanya watu wafahamu mazingira yao na hatari zinazowazunguka. Kwa sasa hali bado sio nzuri sana. Hatuwezi kusema kwamba ni nzuri, hali sio nzuri sana lakini ni kwa sababu wababa hawaripoti, hawatoi taarifa, lakini wababa wananyanyasika ndani ya familia. Sio kupigwa tu, wananyanyaswa kiuchumi kijamii yaani, kuna unyanyasaji wa aina mbalimbali hata, hata, hata kiingono na watu wanaowazunguka, wakazini wa nyumbani, wanakuwa katika riski ya manyanyaso ya aina tofauti tofauti. Changamoto ya kinababa ni kuto kutoa taarifa, ananyanyasika, ananyamaza, ananyanyasika. Hiyo inapelekea hata, hata zile tunasema data eh, data zinakuwa ni ndogo. Kwa hiyo wao wanaonekana kama sio waathirika wa matendo haya lakini kumbe ni waathirika, ni kwa sababu tu wananyamazia. Mimi nipende kuwahamasisha kina baba, ukatili wa kijinsia ni kwa unafanyika kwa wote kwa, kwa, kwa yeyote, umri wowote mdogo mpaka mtu mzee anaweza akafanyiwa ukatili wa kijinsia wakati wowote. Kwa hiyo wasione aibu kusema, ili waweze kusaidika, watumie mifumo iliyoko ndani ya taasisi, lakini hata na mifumo ya kijamii iliyotengenezwa ambayo kama mahakama, polisi kutoa taarifa za unyanyasaji ambao wanaupata ili waweze kusaidika, na hiyo itawasaidia kupunguza hata misongo ambayo mtu ananyanyaswa anabakia nalo moyoni kwa sababu anaona aibu kwenda kuripoti. Matokeo yake linamuua yeye mwenyewe ndani kwa ndani, linampa msongo wa mawazo ambao unamfanya hata yale majukumu yake ya kawaida, anashindwa kuyatekeleza. Kwa hiyo mimi nitoe wito kwa kina baba na nyinyi vijana ambao mko hapa. E, sisi wote wati ni waathirika wa vitendo vya ukatili wa kijinsia au tuko kwenye riski hiyo ya kupatwa na vitendo vya ukatili wa kijinsia wakati wote, tusiwe nyuma katika kutoa taarifa, ili tuweze hizi hizi changamoto watu waweze kudili nazo vizuri kitaalamu, nasi tuweze kuwa katika mazingira salama ya kufanya